Siku ya leo pia tuchange angalau tuanze kujenga msikiti wa ndugu wetu wa Uislamu, ambao msikiti wao ni mdogo, nao wako pale kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na baadhi ya wasaidizi wangu wengine ni Waislamu, na nataka niwatajie, mmoja tu. Kuna alhaji huyu ameshaenda kuhiji mpaka Maka, lakini ni msaidizi wangu. ninapoingia humu, inabidi lazima aingie kanisani, lakini inapofika siku yake ya kwenda kumtukuza Mungu mora wake nimeambiwa kuwa ule msikiti bado haujawa mkubwa mzuri na kadhalika. Katika upendo huo huo wa Kristo ambayo ndiyo amri kubwa tuliyoachiwa sisi, niwaombe ndugu zangu wa Kristo tukianzia na wewe baba askofu, uniruhusu leo nichukue kitabu, ili kama sitachukua muda wako mwingi niwaombe ndugu zangu wa Kristo wenzangu, tuanze kuchangia ili hizi fedha tutamwomba baba paroko angalau akaziwasilishe kwa shehe kwenye msikiti wetu, na tutajipanga taratibu namna tutakavyoweza kuukarabati. Tukimaliza hivyo, tutaendelea tena kwenye kanisa lingine, kama ni la Anglikana, kama ni la keketi, kama ni la wasabato ili utukufu wa Chamwino katika kumtukuza Mungu ukasimame katika maisha yote. Sasa babaskofu, kama unaniruhusu hivyo, naangalia angalia kikapu hapo. Umeniruhusu babaskofu? Aha. Askofu mkuu amechangia laki mbili kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Ehe, mwanze kumiminika kuja hapa. Mimi nachangisha tu ndugu zangu. Arhaji, njoo hapa uchangie, kama ziko nyumbani wewe sema tu utaleta kiasi gani? Amina, Arhaji ataleta laki tatu.